Karibu tuzifahamu nyota sita zenye mvuto wa mapenzi zaidi mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Nimekuchambulia kwa kina nyota zenye mvuto mkubwa zaidi wa mapenzi mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Hizi ndizo nyota zitakazong'ara kimapenzi zaidi kipindi hiki. Awali ya yote, nikuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Simba atakuwa na nyota inayong'ara zaidi kimapenzi mwezi huu. Mionzi ya upendo, kujiamini na haiba itakuwa ikitoka kwako bila hata kujitahidi. Watu wengi watavutiwa na namna unavyotembea, kuongea na tabasamu lako. Kwa wale walioko single huu ni mwezi wa kukutana na mtu ambaye anaweza kuwa mpenzi wa kudumu. Uwezekano mkubwa wa kumpata ni katika hafla, mikutano ya kijamii au safari za ghafla. Kwa wale walioko kwenye uhusiano, mapenzi yatachukua sura mpya yenye msisimko mkubwa. Romantiki itaimarika. Zawadi ndogondogo na mipango ya kimapenzi italeta ukaribu zaidi. Tahadhari, usiache wivu uchukue nafasi kwenye uhusiano wako. Siri ya mvuto wako ni tabasamu la dhati, kujiamini na roho ya kuongoza kimapenzi. Tukiitazama pia nyota ya Mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 21. Nyota hii na mvuto wa mapenzi wa juu sana. Mizani inajulikana kwa uzuri wa asili na mvuto wa kisanii. Mwezi huu utavutia watu kiurahisi sana kupitia macho yako na namna unavyowasiliana. Ni kipindi cha kung'aa katika mapenzi. Kwa wale walioko single, mapenzi yanaweza kuanza kwa urahisi kupitia mazungumzo mepesi au mitandao ya kijamii. Utavutia mtu anayethamini upole na urembo wa kipekee. Kwa wale walioko kwenye uhusiano, utakuwa na uwezo wa kuleta utulivu na uelewano mkubwa katika uhusiano wako. Wapenzi watajisikia salama na kupendwa. Tahadhari: usikubali kujiweka nyuma kwa ajili ya kumpendeza kila mtu, jisimamie pia. Siri ya mvuto wako ni utulivu, sura ya kuvutia na roho ya amani. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Nyota hii na mvuto wa mapenzi wa juu. Mapacha wana mvuto wa kipekee kupitia maneno na akili. Mwezi huu wa 11 utakuwa na nguvu kubwa ya mawasiliano. Watu watavutiwa na jinsi unavyoweza kuzungumza na kuwafanya wajisikie vizuri. Kwa wale walioko singo, utakutana na mapenzi mapya kwenye mazungumzo ya kawaida au shughuli ya kijamii. Watu watahisi furaha wakiwa karibu na wewe. Kwa wale walioko kwenye uhusiano, mazungumzo ya kina yataimarisha uhusiano. Huu ni mwezi wa kuelewana, kucheka pamoja na kupanga mambo ya baadaye. Tahadhari: Epuka kuleta utani mwingi kwenye mambo ya hisia. Siri ya mvuto wako ni mawasiliano yenye mvuto na akili ya kipekee. Tukitazama pia nyota ya Mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Nyota hii na mvuto wa mapenzi wa juu. Mshale ni mcheshi, mchangamfu na anapenda uhuru. Mwezi huu utavutia watu wengi wanaopenda watu wenye roho nyepesi na wachangamfu. Kwa wale walioko single, mapenzi yanaweza kuanza ghafla katika safari, matembezi, au mikutano ya kijamii. Mtu atavutiwa na uhuru na furaha unayoitoa. Kwa wale walioko kwenye mahusiano, ni mwezi wa kuimarisha urafiki ndani ya mahusiano. Wapenzi watafurahia kufanya mambo pamoja kama kusafiri au kushiriki michezo. Tahadhari, usichukulie mapenzi kwa wepesi sana, onyesha nia ya ya dhati. Siri ya mvuto wako ni uchangamfu, furaha na kujiamini bila kujitahidi. Tukiangazia nyota ya Samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Nyota hii na mvuto wa mapenzi wa juu. Samaki wana mvuto wa kihisia na kiroho ambao unawafanya watu wahisi kuwa salama na kupendwa wakiwa nao. Mwezi huu wa kumi na moja utakuwa mwezi wa mvuto wa upore na huruma. Kwa wale walioko single mtu anaweza kuvutiwa na wewe kwa upole wako, macho yako ya kipekee na tabia yako ya kuelewa wengine. Uhusiano wa kina unaweza kuanza taratibu. Kwa wale walioko kwenye uhusiano, ni kipindi kizuri cha kurudisha ukaribu na mapenzi ya kina. Unaweza kufanya mambo madogo lakini yenye maana kubwa. Tahadhari: usiache hisia zikuchukue kupita kiasi. Siri ya mvuto wako ni huruma, sauti ya upole na roho ya kipekee ya kimapenzi. Ukiangazia nyota ya nge. Hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. nyota hii na mvuto wa mapenzi wa juu. Nge anajulikana kwa mvuto wa siri na nguvu za ndani. Mwezi huu wa kumi na moja ni mwezi wako wa kuzidisha mvuto huu. Watu watavutiwa na macho yako na namna unavyoweza kuwasoma kihisia. Kwa wale walioko single, mtu anaweza kuvutiwa kwa nguvu sana kwako kimya kimya. Mapenzi ya kina na yenye nguvu yanaweza kuanza. Kwa wale walioko kwenye uhusiano, utakuwa na uwezo mkubwa wa kuimarisha uhusiano kwa kuzungumza mambo ya ndani na ya moyo. Tahadhari, usiruhusu wivu au mashaka kupindukia. Siri ya mvuto wako ni mvuto asiri na hisia za kina. Tuangazie muhutasari wa nyota zenye mvuto mkubwa wa mapenzi mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Nafasi ya kwanza ni nyota ya simba ikiwa na hazi ya nyota tano. Sifa kuu ya mvuto kujiamini, kung'aa na haiba. Nambari mbili nyota ya mizani ikiwa na hazi ya nyota tano vilevile. Sifa kuu ya mvuto utulivu, uzuri wa asili. Nambari tatu ni nyota ya mapacha ikiwa na hazi ya nyota nne. Sifa kuu ya mvuto ni mawasiliano na akili Nambari nne ni nyota ya mshale ikiwa na hazi ya nyota nne. Sifa kuu ya mvuto ni uchangamfu na furaha. Nambari tano ni nyota ya samaki ikiwa na hazi ya nyota nne. Sifa kuu ya mvuto ni upole na huruma. Nambari sita ni nyota ya nge ikiwa na hazi ya nyota nne. Sifa kuu ya mvuto ni mvuto wa siri na nguvu za ndani. Ushauri wa jumla kwa mwezi huu wa kimapenzi: onyesha tabasamu lako la kweli. Sikiliza zaidi kuliko kuzungumza, hususani unapokutana na mtu mpya. Vaa vizuri, mvuto wa nje huongeza ule wa ndani. Kujiamini na moyo wa furaha ni silaha kubwa ya mvuto wa mapenzi. Hizo ndiyo nyota sita zenye mvuto wa mapenzi zaidi mwezi huu wa kumi na moja. Basi ni kusihi usiache kusabuskribu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.